Utabiri wa nyota ya mbuzi mwaka huu 2026. Awali ya yote ni kuomba subscribe na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo ili uweze kupata notification zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Karibu katika somo la leo. Mbuzi, mwaka 2026 ni mwaka wa kuandika upya kitabu cha maisha yako. Ni mwaka wa kuondoka kwenye mizigo ya miaka iliyopita mwaka wa kuingia kwenye majukwaa ya mafanikio na mwaka wa kuamsha nguvu zako za ndani ambazo zilikuwa zimesinzia. Kama ilivyo kawaida ya watu wa mbuzi, una nguvu ya kutoa maamuzi makubwa, unajua kustahimili maisha, una uvumilivu wa kipekee, una uwezo wa kuwa kiongozi bila kujitafuta. Lakini mwaka 2026 unaenda mbali zaidi, unaweka mwenge mikononi mwako, mwenge unaokuongoza kwenye ukomavu wa kihisia uongozi wa hali ya juu, utulivu wa kiroho na mafanikio ya kudumu. Huu si mwaka wa kukimbia mambo haraka, ni mwaka wa kufanya maamuzi ya kina, yenye mizizi na yanayobadilisha maisha. Tuangazie katika mapenzi. Kwa wale walioko singo, mwaka 2026 unaonesha mlango wa mapenzi kufunguka polepole pole, lakini kwa nguvu ya ajabu. Mbuzi, utavutiwa na mtu mwenye tabia za ukomavu, utulivu busara, anayekuheshimu, asiyependa michezo ya kimapenzi. Huyu mtu anaingia kuanzia Februari na Mei, na atakuja kupitia kazi, biashara au marafiki wa karibu. Utaanza na urafiki kabla ya mapenzi kukua. Kwa wale walioko kwenye mahusiano, huu ni mwaka wa kuweka misingi mipya ya mapenzi yenu. Unaingia katika kipindi cha kuelewana, kusameheana na kupunguza msimamo mkali. Kipindi cha Julai na Septemba kinaweza kuja na changamoto hasa ikiwa unazuia hisia zako au unaweka kazi mbele ya upendo kupita kiasi. Ukifanya mazungumzo ya wazi, mtazidi kukomaa. Kwa wale walioko kwenye ndoa, mwaka huu unaongeza uaminifu, nguvu ya kifamilia, mipango mikubwa, hasa mali na biashara za pamoja, uwezekano wa kupata mtoto au kuongeza familia. Ukiweza kuongeza muda wa mapumziko ya pamoja, upendo utachanua zaidi. Tuangazie kazi na biashara. Mbuzi kwenye kazi na biashara, huu ndio mwaka wako wa dhahabu. Nyota zako zinaonyesha kupanda cheo, kupata wateja wakubwa, kufanya maamuzi makubwa ya fedha, kuongoza miradi au kuanzisha kitu kikubwa zaidi ya ulichozoea. Kwa wafanya biashara, mwaka 2026 ni mwaka unaoweza kukupa cheo kipya, kuongeza kipato, kukupeleka kwenye nafasi ya uongozi, kukupa heshima ya kipekee kazini. Hata kama kuna chuki husda au fitna kazini, mwaka huu zote zinashindwa mbele yako. Kwa wafanya biashara, huu ndio mwaka wa kupanua biashara, kutengeneza brandi, kupata ushirikiano wa kimataifa, kufanya mikataba mikubwa, kuingia kwenye sekta mpya yenye faida kubwa. Biashara zinazokuwa mwaka huu 2026 ni kilimo cha kisasa, ardhi na ujenzi, bidhaa za kielektroniki, usafiri uhasibu na ushauri na miradi ya uwekezaji. Tahadhari kubwa: usiamini kila ushauri unaotoka kwa marafiki, usikimbilie mradi unaonekana mzuri juu juu, fuatilia kila karatasi na kila namba. Tuangazie upande wa kiafya. Mbuzi huwa mtu wa kujiumba, lakini kwa mwaka 2026 unaonesha maeneo yafuatayo ya kuangalia. Magonjwa yanayoweza kukusumbua mwaka huu: presha ya kushuka au kupanda maumivu ya viungo goti na mgongo, uchovu wa kupitiliza, areji za muda, upungufu wa damu kwa baadhi ya mbuzi, kizunguzungu kutokana na msongo. Mambo ya kuzuia: kufanya kazi kupita kiasi, kukosa kulala vizuri, msongo wa mawazo unaotokana na familia au kazi. Mazoezi yanayokufaa mwaka huu ni mazoezi ya yoga, meditation, kutembea na mazoezi ya mgongo. Tuangazie upande wa kifedha. Mbuzi ni nyota ya fedha na mwaka 2026 unaweka misingi imara ya mafanikio ya muda mrefu. Utapata zaidi pesa kutoka kwenye uwekezaji wa muda mrefu, miradi ya ardhi, biashara ya bidhaa za samani, kazi ya ziada, mikataba mikubwa isiyokuwa ya kawaida. Ila yote lazima ufanye haya: weka akiba, usitumie pesa vibaya, weka mipaka kwa wanaokukopa. Tahadhari, Usitoe pesa kwa mtu anayekulazimisha ukae naye karibu, mwaka huu ni ishara ya upotevu. Tuangazie siku nzuri za bahati na siku za kujiepusha nazo. Siku za bahati mwaka 2026 ni Alhamisi, Jumamosi, tarehe nane, 12, 22 na 26. Siku za kujiepusha nazo ni Jumatatu na Ijumaa tarehe tano, 14, 20 na 25. Tuangazie nyota za kushirikiana nazo na nyota za kujiepusha nazo. Nyota za kushirikiana nazo zinazofungua bahati ni nyota ya mashuke, ng'ombe, samaki, hii ni upande wa kiroho na nge kwa upande wa kifedha. Nyota za kuepuka nazo mwaka huu 2026 ni nyota ya punda, hapa huleta migongano ya kauli na nyota ya mapacha, kutokuelewana. Tuangazie saa nzuri za bahati na saa za kujiepusha nazo. Tukianza na saa za bahati ni saa 12 kamili asubuhi hadi saa mbili kamili asubuhi, saa tano na nusu asubuhi hadi saa saba kamili mchana, saa kumi na mbili kamili jioni hadi saa moja kamili usiku. Tuangazie saa za kujiepusha nazo, ni saa tisa kamili alasiri hadi saa kumi na moja kamili jioni, hapa huwa na asira na maamuzi mabaya. Saa nne kamili usiku hadi saa sita kamili usiku, hapa hupata uchovu na migogoro ya kihisia. Tuangazie mafusho na manukato Mafusho ya bahati mwaka huu 2026 ni udi wa kifalme, sandalwood, mdarasini, mkaratusi na muarobaini mdogo kwa kusafisha njia. Faida zake: kuvunja mikosi, kufungua milango ya kazi, kuondoa watu wabaya, kutuliza akili, kuondoa mizimu ya zamani. Manukato yanayokufaa mwaka huu ni black udi, sandalwood intense, pasholloyo Ambal Noel na miski Vanira. Haya manukato yanaendana na nguvu ya mbuzi ya kuwa wa hali ya juu mwenye misimamo na mwenye mvuto wa kifahari. Tuangazie rangi za bahati na nambari za bahati. Tukianza na rangi za bahati mwaka huu 2026 ni nyeusi ya kifalme, kahawia ya udongo, fedha na kijani kilichokolea. Nambari za bahati ni nne, nambari nane, 12, 24, 33. Tuangazie ndoto unazoweza kuota mwaka huu 2026. Mbuzi ataota kuanguka kutoka juu, ishara ya msongo unaopungua. Kupaa, ishara ya mafanikio makubwa. Kuona mlima, ishara ya changamoto unazovuka. Kuona maji safi, ishara ya baraka zinakuja. Kuona nyoka ishara ya tahadhari kwa marafiki. Kuona nyumba mpya ishara ya kubadilisha maisha. Tuangazie majanga na changamoto kubwa za kuepuka mwaka huu 2026. Usiogope, haya ni ya kujikinga tu: kupoteza pesa ikiwa hautakuwa makini na uwekezaji, chuki kazini kutoka kwa watu wanaokuona unapanda, ajali ndogo ya miguu au mkono, maradhi ya msongo, wizi wa nyaraka au simu na mtu kukuchafua kimajina. Ukizingatia tahadhari hizi, hakuna baya litakalokupata. Ushauri wa mwaka 2026 kwa watu wenye nyota ya mbuzi mbuzi: huu ni mwaka wa kuinuka kimamlaka, lakini pia ni mwaka wa kutunza moyo wako. Hakikisha unafanya yafuatayo: jenga mipango yenye mizizi, fanya kazi kwa nidhamu lakini pumzika, acha kuchukulia kila kitu kwa uzito kupita kiasi, jifunze kuamini watu wachache tu, sio wote. Ongeza muda wa kujiangalia kiroho, chukua malengo makubwa bila kuogopa, epuka hasira za ghafla, soma dalili za watu, acha mawazo ya zamani yanayokudidimiza. Mwaka huu nataka uamke kama simba wa poli la fedha, lakini ukitembea kama mfalme mwenye hekima. Ukifuata mwanga wa mwaka 2026, utaona fedha zikiimarika, heshima ikikukuta, mapenzi yakitulia afya ikirudi njia zikifunguka na roho ikipata amani ya ajabu. Huu ni mwaka wa mbuzi kuweka jiwe la msingi litakalodumu miaka mingi ijayo. Mwaka wa 2026 ni mwanga wako, nguvu yako na mafanikio yako. Huo ndio utabiri wa nyota ya mbuzi kwa mwaka huu 2026. Basi ni kusihi usiache kusubscribe